Utakuwa unasikiliza watu akasema Mungu yuko hapa nisaidie, unajitokeza unasema umesema nini? Umesema, nimesikia kuna mtu anataka msaada wa Mungu hapa <gulitura> <gulitura> <gulitura> Hey, hey, Yesu kwa sababu anajua maana ya kiumbe kipya. Filipo akamwambia tuonyeshe Baba inatosha, anambia unamtafuta nani? Baba aliyeniona mimi aliyeniona mimi amemwona nani? Baba <gulitura> kwa kuna mtu mtaani, atafuta nitafutieni tu namna Mungu anisaidie. Umemkuta mgonjwa pale, asema nataka Mungu akusaidie, asema nimekuja kuletea msaada huu. Haleluya! Yesu akasema, yeye aniaminie mimi, akasemaje? kazi nifanyazi na watazifanya aya ya kazi za Yesu ziko pamoja na sisi, ziko ndani yetu. Haleluya! Ndio maana aliwaambia kabisa, baba yangu ni mkulima. <laughs> na ninyi na mimi afasema, ni mzabibu hapo. Asema kikaa ndani yangu nami ndani yenu, ombeni lolote. Unamjua Yehova, unamsikia <laughs> <laughs> na ule ambaye anaweza akaingia kwenye vyumba bila kugonga hodi, anaweza kuingia kwenye vikao ambavyo sipo, na kwa sababu hiyo naweza kuwepo kwenye vikao ambavyo sikutakiwa kuwepo, kwa sababu huyo, ambaye alienda wakakuta wamefunga mahali pote, akajikuta yuko ndani, wakasema ah, amepita wapi? Yuko ndani yangu, yuko ndani yangu, yuko ndani yangu. Kuna wakati kwenye Matendo ya Mitume wakawafungia wale mitume bwana, wakawafungia ndani ya gereza, wakafunga vitaza vizuri, wakazungusha walinzi, walinzi Napata taarifa na gereza limefungwa tight, inaitwa maximum protection prison aya. Wakasema wakahakikisha, yes, imekazwa, dari haijatobolewa. Kwa hawa sio wauni, hawa sio wauni, hawa ni supernatural beings. Haleluya! hawa ni watu ambao nowhere. Malaika aliingia kule ndani akamwambia, ondokeni. Kitendo cha kusema ondokeni, hawakuuliza mlango kwa wapi, akajikuta kule. Siku za matendo ya mitume ndo hizi ayo ayo Hey, hey, hey, hey! Kuanzia leo utaingia vikao ambavyo ukuwalipaema. Mwaka wa kumi na tano sina kazi, nimeomba kila sehemu sipati. Alafu anaongea na wewe mtu namna hiyo, unasema hivi na kuandikia kazi, utaitwa kwenye interview Roho akuja ndani yako kuuza nyango ajaja kuuza sura, huyo amekuja apate kuzitenda kazi za Mungu ulimwenguni kupitia wewe. Amen, weza kuingia kwenye mikutano ambayo Mungu alika. Eh? Kwa nini? Kwa sababu roho yuko ndani yetu, si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali kwa roho tunao msaada jamani, sisi sio wanyonge kuvalidate unyonge, eti mnyonge mnyongeni haki yake nani? Mnyonge sasa?